Ujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa radio television ngyoku international, ni na kusalimu mahali popote pale ulipo, huku nikikutakia kila la heri. Mimi ni wako zake Chubaka Pascal ambaye uko nami, nikukaribishe karibu kuungana nami kwenye makala haya ambayo tuliweza kuandalia jioni ya siku ya leo. Ni kuombe ndugu msikilizaji, usisahabu kuweza kujiabone, pia uweze kulike na kupartage kwa wengine, ili waweze kupata kama ulivyopata. Na katika iliyo tulio kuandalia ni kwamba mwenzangu Thompson Dipatangala William aliweza kukuandalia haya. Makundi ya wazalendo na waasi wa M23 leo kila wamoja wanahitaji kudhibiti barabara yote ya taifa namba mbili inayounganisha mji wa Goma, Kivu Kaskazini na Bukavu, Kivu Kusini. Ni barabara muhimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo wazalendo ndiyo wanaoidhibiti kwa asilimia nyingi baada ya M23 kukamata Goma na Bukavu. Siku ya Jumatano tarehe 14 Mei, mapigano yalikuwa makali asubuhi ya katika vijiji vya Chofi na Kasheke tarafani Kalehe, ila pia katika vijiji vya kabla. Bamba na Mabingu tarafani Kabare, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DR Kongo. Baada ya kurudishwa nyuma na wazalendo siku ya jumanne jioni, M23 ilijizatiti mara tena na kurejea kwa kasi asubuhi ya Jumatano. Vita vilianza siku ya Jumanne maeneo ya Kasheke na kwenye mlima wa Lemera tarafani Kalehe, mchana mzima siku hiyo wazalendo walifanikiwa kuondoa M23 tangu sehemu inayoitwa Katasomwa hadi kwenye bandari ya Kasheke na Chofi. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyoaminika, waasi wa M23 walipata msaada wa vikosi vingine toka Bukavu na Goma, wakija na silaha nzitozito, ndipo mechi ikawa ngumu uwanjani na kupelekea wazalendo kuzidiwa nguvu siku hiyo ya jana. M23 katika tarafa la Walungu siku ya kuapishwa kwa viongozi wapya wa serikali ya mitahani walihotubia wananchi kuwa jeshi la M23 lina utahalamu wa kivita na litazidi kusonga mbele hadi katika mji wa Uvira. Kanali Sambimana ni mmoja wao aliyehutubia rahia pa Walungu, anasema si wamejaribu hapa asubuhi, si wamejaribu, muulize sai wako wapi? wamekimbia tu. Walikiaiba mandizi huko. Walikiaiba mandizi. Nasema hivi. Ndio. Walungu oye Tuliwasiaga Warundi walikuwa hapa mu territoire ya Kalehe, tuliwaponda vizuri, waliwazia chibito kimekuwa Kalehe ama sijue Bujumbura. Tuliwapiga, walipata service yao, mnanielewa. <laughs> Tuliwanyuka vizuri vizuri, mnanielewa. <laughs> so, wakati population ya Bukavu iliona M23 ni jeshi bora, wana nguvu iliandikia wale, wale wa komanda waliasema, mutusaidii mumeshindwa Nord Kivu kule, musikwe pigania kupigania Bukavu, mutoke. Populasio ya Bukavu ni wakushukuru, wao ndio walifukuza wale wajinga. mm. na ba mpurusi wote wakaenda saa imbaze zinagunja mukia Uvira, Uvira walienda, na tungali kavumu. Ndiyo. na hatu yapiga hata risasi moja. Ndiyo. Hmm. baga kimbia, tunaelewana kwa no. kainda zao wako Uvira. Mnasikia mambo yako Uvira, ni wazalendo FARDC wanaanza pigana siku kwa siku. So <coughs> <coughs> hatutakubali population ya Uvira itese na mabale perdi, munanielewa? Ndio. Ah, hatutaendelea kukubali. Leo Uvira wanalia wanasema, e, M23 muko wapi? Tunateseka hapa, muje mutosha awa bandi. Ndio. Vinaleta vifaa mbavyo, vinaleta boga, tulivishika. Sasa, leo unaleta risasi. <laughs> Ah, <laughs> na nyinyi tuulizane kweli pe. Ulikuna pe bana kupelekea risasi ya kuyala avyo kabambi. Umeshindwa leo, risasi ya helikopteri itakamata tena Bukavu? Hapana, risasi ya kubeba mukichwa tena itakamata Bukavu, inawezekana, inawezekana Kapana. Wakati haya akifanyika, Walungu wazalendo nao uzidisha vikosi bondeni mwa mto Ruzizi kuweka ukuta. Wiseman Amisi apata Loran anasogelea sana makundi ya wazalendo, anasema kamwe mji wa Uvira hauwezi kukamatwa na wahasi. Nikamuuliza kwa nini wazalendo wako na wapigwe Nikwambie, walitoka Manyema, watu wa Manyema watu wa Fizi, watu wa Uvira, watu wa Mwenga, watu wa nani Kabambare, huku kule wameishiingizana na kiongozi ni mmoja tu, bwana Williamu Yakutumba, pamoja na bwana Makanaki, pamoja na bwana Rene, pamoja na ule kijana wetu uh, kuna jina ingine hapa na sabu mzee nai iko pale uh, Alexi Mwamba nai yuko pale, maneke wa vijana wetu wanapangana na hata wale wa Bibaraka, wale wa nani, wa wa wa nani M23 wale wenye huko katika jeshi letu la Congo FARDC parce que il est connu de tout le monde que là le FARDC est infiltré. Nini kinafanya Uvira yango si kimekonona M23? Jambo ni moja tu. Effectif ya wazalendo iko wengi. Kutoka hapa paka kutoka Uvira paka wapi? Paka pale Luvungi. Effectif iko wengi. Wengi wengi nakwambia, kama si afu. Deuxièmement, kwa leo wana masilaha nyingi. Wana vifaa kabisa si vya kutosha. De deux mon Dieu, la la FARDC muna wa wazalendo pia. Muna watoto wa este wote nao wanakatala kama komanda sekteur komanda rejion hawapendi na wawezi kuongwa, wamekataa kabisa kuongwa pesa na ndio pale wanasema no? Ifutu gomboa inchi yetu. Tuna tunaimani kama wakielekezwa vizuri kama vile chef deta majoro alikuwa hapa aliacha mashauri mazuri ninaimani kama wataendelea na vita na hata watagomboa kukavu, na kama nyoli itakuwa mkono yetu hapa usoni tu na kuhakikisha hicho, usiogope kwili kumawazo ya kwamba wanaweza kamata Uvira ni ndoto ya mwenda vazimu hata makanaki ya lisema vile. Wakati wote wa vita, rahia wanateseka na kukimbia katika mikoa jirani, wengine nje ya nchi. Katika miji ya kale wengi walikimbia katika visanga vya Ishovu Iyoka, hata katika eneo linalohitwa Kajuchu. Machumbe wa Machumbe Simeho ni kiongozi wa shirika la raia chumvi ya Kongo, anasema hatulali tuna pase eh, nui label etoile. Watu hawana banyumba, akuna maji, watu ni wakimbizi, watoto wanapoteza wazazi, wabibi na wabwana wanapotezana, na hivyo tunahangaika sana huko kwetu. Na hiyo yote yenye inaonekana kwa sasa agression au vita yenye inapitikana mu teritware ya Kalehe na huko Sitkiv ni toujur kupenda kukonkerire kukonkerire hizo territoire. Na ukiona mara na mara ni vita yenye kunapitikana mweneo yenye kunako mali mingi, kwanza wanavizia kupora mali zetu pia wanapenda wapate akse zao za kuranforce boku plis matrupe zabo za bamilisi zenye ziko mwezo eneo hapo. Nikipenda kuongelea zaidi matrupe zingine za ba M23, maoni yetu sisi kama vile shirika la kiraia tunaomba serikali ifanye kazi yakwa, paske serikali iko pale kwa kudefendre integrite teritorial. Tunajua serikali iko pale kwa kuprotege raia na mali zake. Wananchi awa wanatoa malalamiko yao. Sisi wananchi hiyo hali za barabara tunafanya biashara, tunatembea huko na huko naona watoto hawasomi, wa mambo hayaendi vizuri, biashara haviende vizuri, matunzo. Sasa hiyo haya hali ya usalama, hatujue maisha inaenda wapi na inatoka wapi. Sasa sisi hatuelewe ni nini. Sasa hiyo inatutia kabisa katika utata na mateso mengi sana. Tunapendekeza serikali ikamate uwazifa wake kama vile serikali, na iangalie gisi ya kuturudishia hali ya usalama. Tuna haki ya kuishi na amani. Ya pili awa watu ambao wanakuja kuyumbisha usalama wajue ya kwamba Kongo ni ya Wakongomani na hata siku moja tutaacha adui kuja kuvamia nchi yetu, sababu watoto wa nchi wanajitolea kupigania nchi, lakini tuko naona utata kidogo, uzembe kidogo kwa upande wa serikali, sababu wale watu wanahitaji kupewa msaada ili wapigane na yule adui ambaye anakuja, anasema uongo kama anakuja kutukomboa lakini anakuja kututesa na kuchukua udongo udongo wa mababu zetu. Wala vita ambavyo tunavyo havikuanza sasa. A sura nyingine wenzetu wa North Kivu walikamata kama vile ni vita vya ukombozi. Na ni hivi vita vilifanya merie Patrice Lumumba kufa. Ni hivi vita vilifanya Mobutu kukufa wakati alikaribia kataa mkataba. Hivi vita vilifanya president Laurent Desire Kabila naye kufa. Ni hivi vita ka Joseph Kabila alivikwepa. Ngambo yetu sisi tunaomba eh, wale mabeberu wa nchi za Ulaya watuachie nchi yetu. Tufahamishe kuwa Jumatano, Mei kumi na nne, amiri jeshi mkuu wa jeshi la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Generali Jil Mbanza aliwasili mjini Uvira, mkoa wa Kivu Kusini, na kuendesha kikao cha usalama na wakuu wa jeshi na viongozi mbalimbali mbali wa vitengo tofauti vya wananchi. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia ndani.